Habari za mdau? Habari za mdau ni njema sana kiongozi. Unapata majina yako? Kwa majina anaitwa Inatokea Eh, na shughuli zangu najishughulisha ni kilimo. Ni kilimo naviona hivi. Unaweza kutuelezea namna yoanza kuandaa hizi mbegu mpaka kufikia hapa wanafanya fanyeje? Tukapata uzoefu kidogo, naweza nikasema uzoefu unategemea na muda ambao umekaa kwenye kitu husika, lakini the process, mchakato ambao unapokuwa tangu mwanzo mpaka mwisho, ni kwamba hizi nyanya zinaanza zikiwa mbegu, then unazipeleka kwenye kitalu. Unaandaa kitalu chako mm, unaandaa kitalu chako, unasia mbegu Afu baada ya siku wiki tatu mpaka mwezi mmoja, ila sasa kwa nyanya tunashauri baada ya wiki tatu, ambayo ni siku ishirini na moja, unaweza mm. ukatoa miche yako kwenye kitalu kile unachokuwa umeandaa cha kuoteshea miche yako mm. then ukahamishia kwenye main field. Main field ndio shamba ambalo umeandaa ili uweze kuanza kupanda mm. kwa hiyo hiyo ni historia mfupi ya maandalizi ya nyanya. Changamoto unazozipata yeah, changamoto zipo Changamoto aziwezi kakosa kwa sababu kila jambo lina aliwezi likaenda sawa kama unavyotarajia, kwa sababu ya mambo mbalimbali hmm, kuna sababu za kimazingira, kuna sababu za kiuchumi, kuna hmm. sababu za kijamii hmm, kama hivyo. Kwa mfano nyanya zikisha, kwa mfano wezi hmm. wanaoiba hizo, ni sababu za kijamii, ni changamoto, lakini lazima ujue namna tukavyoweza kukabili. Mfano hmm. labda umenua dawa zimebaki chache hmm, unaona labda zimebaki chache, hiyo ni sababu ya kiuchumi, lakini pia naweza nikasema sababu za kijiografia ni mabadiliko ya hali ya mfano, sasa hivi ni kipindi cha kiangazi, kwa hiyo mm-hmm. unabidi uwe systematic, inabidi uwe uwe makini sana kwenye swala la upigaji wa dawa wa dawa ambazo mm. zitaweza kuondoa magonjwa kwenye hizo nyanya zako, zitaweza kukinga, kwa sababu tunasema kabla gonjwa halijaanza inabidi ukinge dawa yako na dawa ambazo zinaweza zikakinga mmea wako usiweze kushambuliwa na magonjwa mbalimbali kama ya, ya ukungu vitu mm-hmm. kama hivo sasa kuna changamoto menyesemea ya kijamii ikizo kwenye swala so zima la, la wezi hasa hilo, changamoto hiyo unalifanya fanyeje kusudi kulitatua? kristoke Okay. ya naweza nikasema nakuwa makini, makini nakuwa makini na kitu ninachokifanya kwa sababu all in, yani, kiujumla, mimi ni kilimo nakipenda, nakipenda kiachka moyoni mwangu, lakini ni kitu ambacho nimekaa nacho kwa muda sasa, miaka kadhaa. Ni kitu ambacho nakipenda, nakielewa. changamoto ya wezi mara nyingi tunazivuna mapema, sio kama tunavuna zikiwa, zikiwa zimeshaanza kuiva. Usiziache kwenye shamba ziive moja kwa moja kwa sababu ninacho maanisha hivi. Nyanya nizo upande kule wa ukula, ambapo ninyanya, ninyanya ambazo mbazo zimenipatia fedha kiulinganisha na mtaji nilioweka lakini niweze kudhibiti uwezo kwa sababu zile nyanya nilikuwa nazivuna kabla hazijaiva kabisa. Sasa soko soko vipi huko, nazivuna kabla hazijaiva kabisa, kwa mtu akiwa akija asubuhi akipita anaona nyanya hazipo zilizo hivyo, kwa hiyo hmm, anafikiri hazijaiva, kumbe mimi nimesha vuna nimeshapeleka ndani. Unaona, nilikuwa nafanya mbinu hiyo, natumia mbinu hiyo. Unajua, kilimo kinahitaji uwe na akili ya kujiongeza, kwa sababu sio kila kitu kitaenda kama ulivyopanga. Inabidi una akili ya kujiongeza, inabidi uwe sharp nabidi wewe umejitoa kwa moyo wako, sio kwamba unafanya vitu vya kubatisha. Pana wewe umejitoa na wewe unapenda kitu chochote, kitu hicho ambacho unakifanya, chochote kile ambacho unawesi kivue, kwkwa kwa utendaji wako na kwa imani yako unaweza. Sawa, sasa tukija katika upande mwingine, hmm. soko likuwo jeuku ra nyanya ya of course soko ni kubwa kwa sababu ukiangalia kama hapa nilipo soko aliyelima nyanya wapo vijana kama tuko wawili. Kuna mwingine amelima kule mbele, lakini mimi nimelima hapa. Lakini ukiangalia kiujumla niseme kwenye kata kata, wanaolima nyanya ni wachache sana. Unaona wanaolima nyanya ni wachache sana, maanake kuna pesa nyingi ambazo zinakuwa zipo, lakini vijana wawezi wakazishambulia wawezi wakaziona kwa sababu wenyewe wa hawaoni fursa ambazo ziniza uhakika kwa sababu hapa mimi siwezi kupata ajali unaona hapa siwezi kupata ajali, naamka nafanya shughuli zangu naendelea shughuli zingine hivyo. Kwa hiyo soko ni kubwa kwa sababu walimbaji hawapo na hii ni bidhaa ambayo inatumika kila siku. Nyanya ina soko kubwa sana yani, nyanya ina soko kubwa sana bei koje huku? Bei ya nyanya bei kwa sasa hivi ni elfu moja sokoni sasa hivi ni elfu moja, ila kipindi kile ilikuwa imeshukashuka, lakini sasa hivi namshukuru Mungu iko elfu moja na tunakoelekea mwezi wa tatu, kipindi cha mvua, mara nyingi nyanya waga inaweza ikakaa bei hiyo au ikapanda mara nyingi mchache sana nyanya kushuka, kwa sababu ni kipindi ambacho kina mvua. Kwa maana yake, wale wakulima wa ambao wanaingia kwenye industry bila maarifa ya kutosha, maana yake wanaweza wakapoteza nyanya zao au nyanya zao zinaweza zisilete matokeo bora, kwa sababu hawajawekeza zaidi kwenye kilimo cha nyanya jinsi inavyopaswa na kuelewa dawa za kutumia kipindi cha masika kipato lakini pia ni kilimo ambacho kinaweza kukupa pesa nyingi ndani ya muda mfupi, yn yani nyanya inanunulika sana. Katika mazao ya mboga mboga nyanya ni zao ambalo linanunulika sana, kiukweli linanunulika sana lakini pia nyanya ni muhimu kama kiungo cha mboga ambazo tunakuwa tunazitumia. Nyanya ni muhimu, inabidi nyanya tuzitumie kwa sababu ni muhimu, ni kiungo kikuu kwenye mapishi tunaona. Kwa hiyo faida ni kama hizo kipato pia, lakini kipato wa pia unajipatia kipato cha kila siku. Lakini pia faida za nyanya, nyanya ni zao ambalo linaweza likastawi kwa haraka zaidi, yani katika mazao ambayo nimeshalima yalima nyanya, ukihudumia vizuri, inaweza kukuletea matokeo ndani ya muda mfupi, na nyanya inalipa sana kwa sababu nyanya zote unaweza zotena unaziona kwenye mti na hmm, uhakika wa kuzivuna, sio kama matunda mengine kama pilipili, amna nyanya ina uhakika wa kuvunwa kwenye ma, kwa matukio muonekano wa matunda yote yanayoweza yanayoweza kuwa kwenye nchi ya husika. Kwa hiyo maana yake matunda yote unayokuwa unayaona zinakuwa ni hera, ni pesa, kwa sababu utauza, utapata pesa. Asante. Jana usiku, hizi faida nyingine, nyanya ni nzito, naweza nikasema nyanya ni nzito kama imepata maji ya kutosha na imepata mbolea ya kutosha, virutubisho kama kasha, ambayo vinaongeza uzito wa tunda. Kwa hiyo nyanya ni nzito, kwa uzito wa nyanya unapelekea nyanya iwe na soko iwe na faida zaidi kupinganisha na mazao mengine ya mboga mboga, nyanya ina ni nzito. Asante sana vijana wengi wa siku hizi huwa sana sana mambo ya kilimo kwa kujishughulishi. Yeah. Kwa ni bodaboda, -boda, kubeti, hizi betting hizi, mm, kucheza pool, kucheza vibonanza hivi. Haso washaurije? Yani kama wewe. We, ya yeah, mimi na washauri of course kuingia kwenye kilimo inabidi uwe na ardhi. Naona inabidi uwe na ardhi. Siwezi kuwalaumu sana, lakini inabidi uwe na ardhi na mkoa wa Kagera tumebarikiwa, hali zipo nyingi. Kwa hiyo wewe kama, nikija hata huko tuliko, kuna hali ambazo zipo tu hazitumiki, yani zipo tupu, zipo tu hata hazitumiki. Kwa hiyo unaweza ukafanya utaratibu ka, unaona usiku kwa unalima, kwa sababu ili ulime eka kumi, inabidi uanze na eka moja. Unaona, leo utaona uwezekano wa kulima kumi. Sasa uweze kuwa hujalima hata miche mitano ukasema utalima eka kumi, hapo nayo inakuwa ni hesabu za kwenye makaratasi, sio hesabu za shambani hiyo ni vitu kama hivyo kiongozi o na washauri wajaribu kuangalia vitu ambavyo vina uwezekano mkubwa wa kuweza kuwalipa wajaribu we, kuangalia vitu ambavyo vina uwezekano wa wakwe, kuwalipa na vitu ambavyo havina athari kimaisha, kwa sababu nyanya, siwezi kupata ajali kwenye nyanya, unaona ah, unaona. Kwa hiyo ni sema tatizo la vijana wanakuwa wanapenda faida ya haraka, unaona, lakini mara nyingi faida ya haraka wagaidi lakini kitu ambacho unakuwa umekifanya wewe mwenyewe kikupatia pesa ni kitu ambacho kinaweza kikakutoka, sababu ni kitu ambacho umekifanya kwa kutumia akili yako, na kadri unavyofanya jambo fulani kwa muda mrefu unazidi kuwa mzoefu na unazidi kujua changamoto, namna ya kuzikabili, kwa sababu ukiwa kwenye industry muda mrefu, yani wewe unakuwa unaona hera, una unakuwa unajua una kwamba hapa atapata hera kwa sababu ushajua changamoto zote namna na ya kuzikabili na namna ya kufanya. Kwa hiyo hata wakiingia kwenye kilimo wasikate tamaa, kwa sababu mwanzoni kuna changamoto mbalimbali, mara hivi, mara hivi, mara hivi, lakini kadri utakavyoendelea kujifunza utazidi ku, kuelewa na kupata uzoefu. Lakini pia unaweza kufanya urafiki na wakulima wengine vijana kama mimi au na wengine au vijana wanaweza kukusaidia kupata uzoefu, kwa sababu kama mimi natoaga elimu bure, yani natoa bure kwa sababu napenda watu tufanikiwe, napenda vijana wapate pesa, napenda vijana wajiinue kiuchumi, wainuke kiuchumi kwa sababu kijana ukiwa unafanya mambo ambayo yanaleta tija kwenye jamii unakuwa ni wa thamani. Asante sana. Tunaweza tukapata mawasiliano namba yako. Ya mawasiliano yangu kwa namba ya Voda ni 0742543491. Ndio namba yangu ya Voda ninayotumia na pia iko WhatsApp, kwa hiyo mtu yoyote ambaye atahitaji kuniuliza swali lolote, atahitaji ushauri, naweza nikampa ushauri, kwa sababu kilimo nimekikaa kwa muda sasa sina muda mrefu sana, sio mkongwe sana lakini nina muda, miaka ya uzoefu ninayo. Kwa hiyo ninaweza nikafanya kitu kikaonekana, kwa sababu nimeshajua namna ya kufanya, namna ya kupangilia vitu kama hivyo. Kwa hiyo namshukuru Mungu kupitia muda ambao nimeweza kuutumia wa ziada, kwa sababu mimi nilianza kilimo tangu niko chuo. Nasoma chuo huko nafanya nafanya kilimo, huo muda umeweza kuanza kulipa sasa hivi. Ndiyo maana tunasema wewe kama ni kijana huko chuo kikuu, inabidi uwe na kitu cha ziada ambacho unajua ukifika mtaani kita, kita, kitaweza kukuamua kitu. Tuseme shukrani sana na Mungu akutangulie katika shughuli, shughuli zako.